Mtazamaji, tukiachana na jinsi ambavyo mataifa mbalimbali yaliukaribisha mwaka 2026 turejee hapa nchini, ambapo wakazi wa kaunti ya Mombasa, watalii wa humu nchini na wale wa kimataifa waliulaki mwaka 2026 kwa mtindo wa aina yake ambapo walimiminika kwenye ufuo, maeneo ya burudani pamoja na makanisani kote jijini Mombasa jana usiku. Kwenye kaunti ya Kilifi, viongozi wa kidini wakiongozwa ama viongozi wa kisiasa wakiongozwa na gavana wa kaunti hiyo, Gideon Mung'aro, walihudhuria tamasha ya muziki kwenye sehemu kwa jina Rising Star Finals ambayo ilisheheni mbwembwe za aina yake <mucho> Wakenya kwenye magatuzi yaliyoko eneo la pwani akiwemo Mombasa na Kilifi waliungana na ulimwengu kuulaki mwaka mpya kwa mtindo wa aina yake. Hoteli na maeneo burudani maarufu zilifurika maelfu ya wakazi waliokuwa na furaha tele, ambao walisherehekea utumbuizaji wa moja kwa moja kutoka kwa wasanii wa sehemu hiyo pamoja na vyakula asili vya Kiafrika, huku sherehe zikifika kilele mwendo wa saa sita usiku ambapo maonyesho ya fashfashi za zafataki zilisheheni na kurembesha anga za mbombao wa pwani. Kwenye hoteli ya Travellers, mamia ya watalii wa humu nchini na wale wa kimataifa waliisherehekea mkesha wa kuulaki mwaka mpya kwenye sherehe iliyofana our our productivity in the year 2025 you you know know but we are looking at a prosperous and a, you know, and a brighter and a and brighter blessed year 2026 miongoni mwa wageni ni David Kop na mkewe Magi waliosafiri kutoka nchini Ujerumani kusherekea ujio wa mwaka mpya mjini Mombasa another difference of it is with um, with Kenya Kenya we we we we we have traveled the world and and we came to Kenya and do you know what we found we found a people we love so consequently that's why we're still here Will be a better year. Kwenye kanisa Katoliki la Sacred Heart of Jesus huko Shanzu waamini waliomba, kuimba na kutafakari wakati wa mkesha ulioongozwa na kuhani wa parokia hiyo Father Vincent Alicho. Kwingineko ilikuwa mbwembwe na utumbuizaji wa aina yake huku maelfu ya wakazi wa Kilifi wakikongamana kukaribisha mwaka mpya wakati wa tamasha kwa jina Kilifi Rising Stars Final iliyoandaliwa kwenye ufukwe mashuhuri wa Butwani hiyo iliyohudhuriwa na viongozi kadhaa wakiongozwa na gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro. Sisi kama kaunti tunaendelea kukuza talanta na tayari tunajenga pale Kilifi kituo cha ubunifu ama innovation hub, na pale pale vilevile tutakuwa na studio ya wasanii ya kaunti ambao wanaweza kurekodi nyimbo na kujifunza talanta. Mimi na support initiative, gavana. Kwa sababu vijana hawa waimbaji hawa wasiposhikwa mkono na sisi viongozi wa Kilifi, watashikwa mkono na nani? Joseph Ohungu, Darubini.